Gereza la Ukonga lina sehemu kuu mbili. Kuna sehemu ambayo wafungwa wote waliohukumiwa maisha, miaka thelathini, miaka mitano, eh, mahabusu na nini, wanakaa wanatakiwa wakae. Halafu kuna sehemu moja inaitwa special wing eneo maalum ambalo wanakaa wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Mimi nakaa kwenye hiyo sehemu, wanaokaa wanaosubiri kunyongwa, nakaa death row, nimewekwa death row. Mwanadamu ni mwanadamu na ana uhuru wake. Naomba mkae na wadau wengine, mwangalie uwezekano wa kurekebisha sheria ya kuweka mtu mahabusu. Kwenye nchi nyingine za wenzetu, mtu hakamatwi mpaka upelelezi umetimia. Akikamatwa anawekwa ndani wiki siku tatu nne, tayari mahakamani. Mahakamani anahukumiwa anaendelea Haki za mahabusu ni sehemu ya msingi wa mfumo wa haki jinai katika nchi yoyote inayozingatia utawala wa sheria. Wamewatesa watu hawa wakiwa na haki. Sisi kama mahabusu tuliokuwa pale, hatukupewa haki ya kuzungumza na ndugu zetu, hatukupewa haki ya kuzungumza na viongozi wetu wa chama. Hatukupewa haki hiyo kwa sababu sisi kuwa pale mahabusu ni watuhumiwa tu hatujathibitika kama tumetenda hilo kosa ambalo tunatuhumiwa na Chama cha Mapinduzi kwamba tumevunja nyumba ya diwani na tumechoma moto eh, nyumba aliyokuwa naishi katibu wa UVCCM Mwilinga mjini. Mahabusu ni mtu anayeshikiliwa kwa tuhuma za uhalifu lakini bado hajapatikana na hatia. Eh, wafungwa na mahabusu ni lazima kwanza tujue utofauti wao hmm. Mfungwa ni nani na mahabusu ni nani? yeah. Sasa eh, Tukianza na mahabusu kwanza ni yule mtu ambaye e, ametenda kosa kosa, e, kosa la jinai lakini mtu huyo bado sasa, e, hajahukumiwa yeah. E, kwamba yeye sasa ni anatakiwa kwenda kutumikia adhabu fulani yeah. Sasa e, mtu huyo kwa sababu mbalimbali mbali, ambazo zinaweza zikamfanya awe hajapata dhamana aidha iwe ya polisi au ya, ya mahakama, huyo anakuwa ni mahabusu mpaka siku ambayo atahukumiwa kifungo chake, kwa kipindi ambacho anakuwepo aidha kwenye zile selo za polisi yuko mikononi mwa polisi na akiwepo hata kule magerezani, lakini kabla e, hajahukumiwa, e, hajapewa kifungo chake e, kipindi hicho chote sasa mtu huyo ataitwa kama mahabusu, na mfungwa sasa ndo kinyume chake. Kwa msingi huu anastahili kulindwa kwa haki za msingi kama zilivyowekwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya kumi 15, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA, na mikataba ya kimataifa kama mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa ICCPR ambao Tanzania imeridhia. E, zote zipo kisheria na zipo sheria mbalimbali ambazo zinazungumzia e, haki za wafungwa na mahabusu yeah. Na sheria ya kwanza ni katiba yetu, kwa sababu yenyewe ndio inaweka msingi e, wa watu wote wanatakiwa kuishije. Sasa ukisoma katiba, kwa mfano katiba ibara ya kumi na mbili na ibara ya kumi na tatu zinasema kwamba watu wote ni sawa, lakini kila mtu ana haki ya kuthaminiwa utu wake mm. Eh, lakini pia eh, kila mtu hapaswi kupewa adhabu yoyote ile inayoweza kutoweza utu wake au inayoweza kumfanya eh, ikamwondolea ubinadamu mtu huyo mm. Katika muktadha wa siasa na haki za binadamu nchini Tanzania, jina la Tundu Lissu limeendelea kuwa gumzo kutokana na msimamo wake wa kisiasa na matukio kadhaa ya kihistoria yanayomhusisha na vyombo vya dola. Wametuambia tumezika wavuvi tisa waliokamatwa na TANAPA wakapigwa risasi wakafungwa kwenye mawe wakazamishwa majini wakatoka baada ya siku tano. Na pale Chato peke yake wanatuambia wamekufa watu sitini na mbili, wametupa orodha yao. Madai ya hivi karibuni kwamba haki zake kama mahabusu zimekuwa zikikiukwa katika gereza la ukonga jijini Dar es Salaam, yameibua hoja nzito za kisheria, kijamii na kimaadili kuhusu namna vyombo vya usalama vinavyoshughulikia mahabusu nchini. Kwa hiyo, wanapokuja wanasimama nyuma ya kio upande wa reception, na reception iko nyuma yao kioo, na mimi nasimama upande mwingine wa kioo tunawasiliana kwa simu. Na mawakili tunawasiliana kwa simu, hakuna fursa ya kubadilishana nyaraka, na mimi na manyaraka mengi sana. Hakuna fursa ya kuandika chochote, kwa sababu hakuna meza ya kuandikia, hakuna kiti, mnazungumza kwa simu sana kwamba kama mfungwa mwenye mawakili ni na udia, nina haki ya kuonana na mawakili in confidence kwa mujibu wa sheria za Tanzania na zile za kimataifa. Haki za mahabusu ni pamoja na haki ya kupata msaada wa kisheria, yaani mahabusu ana haki ya kuonana na wakili wake na kupatiwa usaidizi wa kisheria ili kujiandaa kwa utetezi wake. Pili, haki ya huduma za afya na chakula bora. Hapa ni wajibu wa serikali kuhakikisha kuwa mahabusu anapatiwa huduma za msingi za kibinadamu zikiwemo afya, chakula na usafi. Tatu, haki ya kuwasiliana na familia. Mahabusu anastahili kuwasiliana na jamaa zake kwa mujibu wa utaratibu wa magereza. Nne, haki ya kutendewa kwa heshima na utu. Mahabusu hapaswi kutendewa kama mhalifu hadi pale atakapopatikana na hatia. Tathmini tuliyoifanya tume imebaini kuwa una uwepo una udhaifu mkubwa kwenye mnyororo mzima wa haki jinai, tangu kwenye kubaini na kuzuia uhalifu, kukamata na kuwapeleka watuhumiwa vituo vya polisi uchunguzi wa upelelezi wa makosa ya jinai, uandikishaji mashtaka, usikilizaji wa mashauri ya jinai mahakamani, waliotiwa hatiani kutumikia kifungo gerezani au kupewa adhabu mbadala, na maisha ya wafungwa wanapomaliza vifungo vyao na kurejea uraiani. Haki hizi si hiari, bali ni wajibu wa kisheria unaoelekezwa kwa mamlaka zinazohusika na uendeshaji wa magereza na usalama wa nchi. Tundu Antipas Lissu, ambaye ni mwanasiasa maarufu na wakili wa muda mrefu, amekuwa mstari wa mbele kupaza sauti dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu na matumizi mabaya ya madaraka, ambaye mnamo tarehe 16 Juni 2025 alipata fursa ya kuiambia mahakama kuhusu namna haki zake zilivyokiukwa kwa siku 68 za kushikiliwa gerezani. A right of worship. Has been monstrously violated. Haki yangu ya kuabudu imekiukwa vibaya sana. Haki yangu ya kisheria. Kuzuiwa kwa mawakili wake kumtembelea kwa muda mrefu. Kunyimwa huduma za afya licha ya kuwa na hali mbaya kiafya inayohitaji uangalizi maalum. Kutowasiliana na familia yake kwa muda mrefu kutopata muda wa kusali au kuabudu, kuhifadhiwa katika mazingira yenye ukakasi kisaikolojia na kisiasa. La tatu. La tatu mheshimiwa, hivi ninakaa wapi gerezani? Ninakaa wapi gerezani Ukongo, mheshimiwa hakimu. Mheshimiwa hakimu, gereza la Ukonga lina sehemu kuu mbili. Kuna sehemu ambayo wafungwa wote waliohukumiwa maisha, miaka thelathini, miaka mitano eh, mahabusu na nini, wanakaa wao, wanatakiwa wakae Alafu kuna sehemu moja inaitwa special wing, eneo maalum ambalo wanakaa wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Mimi nakaa kwenye hiyo sehemu, wanaokaa wanaosubiri kunyongwa, nakaa death row Nimewekwa death row. Madai haya endapo yatathibitishwa, yanakiuka sheria za ndani na misingi ya haki za binadamu. Ukosefu wa uwazi na majibu ya haraka kutoka kwa mamlaka unazidisha wasiwasi wa umma kuhusu hali ya haki na usalama wa mahabusu huyu. Vyombo vyenye mamlaka ya ukamataji mara kadhaa hutumia nguvu kupita kiasi na kusababisha mateso kwa watuhumiwa. Pili, uwepo wa taasisi nyingi zenye mamlaka ya kukamata na zinazoidhinishiwa kuwa na mahabusu, na hii imesababisha ugumu kwa wananchi kutambua taasisi ipi inamkamata na kumhifadhi mhabusu ndugu yao. Kibaya zaidi, mahabusu nyingine hazijulikani zilipo. Ukiukwaji wa haki za mahabusu una athari nyingi zikiwemo kisheria. Mahakama inaweza kuamuru ushahidi uliopatikana kwa njia isiyo halali kutotumika pia, kesi inaweza kutupwa endapo haki za msingi za utetezi zitakuwa zimevunjwa. Hili la kupitisha sheria ili mahabusu waanze kufanya kazi wakati wakisubiri kesi zao, kimsingi ni jambo ambalo uh, tutakuwa tunavunja vile vile haki za binadamu kwa sababu wakati mtu anasubiri e, upelelezi wake wa kesi, hajahukumiwa kuwa mfungwa ukianza kumfanyisha kazi maana yake umemhukumu kabla ya wakati wake. Kwa hiyo mahabusu huwa wanafanya kazi ndogo ndogo tu za usafi wa mazingira waliopo, lakini sio kuwafanyisha kazi kama wafungwa, kwa sababu mfungwa e, kifungo chake kina, kinamruhusu sasa kufanyishwa kazi kwa ajili ya, ya kurekebishwa. Katika kipengele cha kijamii na kisiasa, mahabusu anapoteswa na kunyimwa haki zake kuchangia matatizo ya kiafya ikiwemo afya ya akili na kuchochea uhasama baina ya raia na vyombo vya dola, isipokuwa kama nilivyoeleke nilivyo, eh, nilivyotoa maelezo yangu kwenye jibu la msingi, kuvitaka vile vyombo vinavyohusika na michakato kuharakisha michakato hiyo itasaidia sana kupunguza baadhi ya kesi ambazo kimsingi zinapelekwa pale, lakini zinakuwa hazina mashiko ya kuendelea eh, kuwa, kuwa, kuwa mahakamani. Katika mazingira ya ushindani wa kisiasa ukiukwaji wa haki unaweza kuonekana kama njia ya kuwanyamazisha wapinzani, jambo linalodhoofisha demokrasia ya Tanzania. Kimataifa, nchi inapokuwa na rekodi ya ukiukwaji wa haki za binadamu huathirika katika mikataba ya kimataifa, ushirikiano wa maendeleo, na hata uwekezaji wa kigeni. Changamoto nyingine zinahusu uh, uchele, ucheleweshaji wa upelelezi pamoja na kukosekana au kupungua kwa uadilifu, nidhamu na maadili kwa baadhi ya askari wetu. Kesi nyingi zinakwama mahakamani kutokana na kucheleweshwa kwa upelelezi au kwamba hazina ushahidi, na hizi ni zile tunazoita kesi za kubambikizwa. Kesi ya Tundu Lissu ni mfano halisi wa changamoto zinazoikumba mifumo ya haki jinai katika nchi zinazoendelea. Ni wajibu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kuwa haki za mahabusu zinalindwa bila ubaguzi wowote. Mahakama, asasi za kiraia na vyombo vya habari vina wajibu wa kushirikiana kusimamia haki na wajibu, ikiwemo kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika vyombo vya ulinzi na usalama, kuanzisha mifumo huru ya uchunguzi wa madai ya ukiukwaji wa haki za mahabusu. Mwanadamu ni mwanadamu na ana uhuru wake. Naomba mkae na wadau wengine, mwangalie uwezekano wa kurekebisha sheria ya kuweka mtu mahabusu. Kwenye nchi nyingine za wenzetu, mtu hakamatwi mpaka upelelezi umetimia. Akikamatwa anawekwa ndani, wiki, siku tatu nne, tayari mahakamani mahakamani anahukumiwa, anaendelea. Huwezi kukuta serikali inabeba mzigo wa mahabusu kwa maelfu walioko ndani, ushahidi haujakamilika au sijui upelelezi haujakamilika. Naomba muyaangalie hayo mambo, ili tutoe huduma njema au huduma zinazofaa kwa watu wetu. Kutoa mafunzo ya mara kwa mara kwa askari magereza na polisi kuhusu haki za binadamu, tume tunapendekeza yafuatayo. Mamlaka ya kukamata walionayo, mamlaka za usimamizi regulatory bodies, pamoja na taasisi nyingine zenye mamlaka ya ukamataji zitekeleze hayo kwa kushirikiana na jeshi la polisi, na mahabusu za jeshi la polisi ndiyo pekee zitumike kuhifadhi watuhumiwa wa makosa yote ya jinai waliokamatwa. kuweka mifumo ya kisheria itakaoruhusu mahabusu kulalamika kwa njia huru na salama. Kwa kuzingatia haya, ni wazi kuwa ulinzi wa haki za mahabusu sio suala la kibinadamu pekee, bali ni kiini cha utawala wa sheria na ustawi wa taifa la Tanzania.